Eh, mbona yani kama yani hivyo, lakini kiukweli kabisa kwamba mimi nakupenda sana kwa kweli. Yani amwe niishi <coughs> kwa kweli na enjoy sana. Naamini nitakufanyia vitu vingi sana. eh, kwa maelewano yani, kiukweli mimi nilimchukulia kama bibi yangu kabisa, eh sana. Asema ndio hivyo, washazoea. Eh, tumefika bwana. Bana. Ah sana hapa kuna... unapata kila kitu, sio ndizi tu mm. Hapa eh. Ah, hapa kuna ndizi kama unavyoona mbivu hizi, kuna ndizi mbichi, twenzetu uh, uh, uh. Eh. Eh bwana eh. Eh. Eh, yaani, hata kama ungepanda gari ukafika hapa, kila unamuulizia hapa, angekupeleka ana, ana, ana, e, bikabika anajulikana mwalimu na ana, <laughs> ndio ndio ndio, yani kiukweli na kwa jinsi anavyopendana tu na watu wa vijijini yani huwezi kumzungumzia kwa ubaya yani, kwa na hawezi kusaulika ndio, kwa upendo waliokuwa wanaonyesha wana vijiji. Nasema hivi sina faida na wewe umu ndani, ni sina faida kabisa na wewe ni, mbona uondoke katika nyumba yangu basi. Wewe hivi una, una faida gani na ni... no. we. Una, faida una faida gani? Siongea na wewe tena. Naposema ondoke ni tu leo, mjinga wewe. Wewe una faida gani? Una faida gani? Kwani wewe mbona unifanyia hivi mimi? Si mwanao na mtoto kama wewe mpumbavu. Wewe mimi nimekununua pikipiki faida umu ndani, mtoto unafanya nini? Ina maana kwa sababu ulijui ulijui ile pikipiki ni ngunyia faida umu ndani? Sio kwa hiyo mambo yako ya pumbavu

Unaombea mimi nife, sindio? Mjinga wewe, mimi nife? Unaombea una akili wewe? Kubabu wewe, utaanza kufa wewe, mimi nitafuata. Kanikela sana huyu, aondoke. Hapana, huyu ni mtoto tu. Tena yani mwanzo, yani huyu mwanzo namwacha hata sasa kabisa akanyaga hapa mjinga sana yule. Mama wangu mzazi singenifanyia hivi yani. Mama, mama wa kambo nalo mbaya yani, babangu ameteka akili kabisa na kunifukuza nyumbani, ila sawa tu haya yote maisha

Jamani, utaweza kweli? Mimi hivi utaweza? Umeona hayo mavumbi? mm. Natandabui eh. Unajua kama nikuambia wali kwamba hapa mvua ni mvua sahivi, kupatikana ni ngumu kwa vumbi hili hey. Utaweza tu dadangu, sawa, hana shida eh. Karibu bwana, jisikia uko nyumbani. Aha. <laughs> Asante. Hey. Uh. Hmm. Okay. Sasa hmm, samahani nilikuwa naomba nauli ili niwahi kijiweni. Eh. Hey. Sasa namba nsadia kitu kimoja mpenzi, hmm. Yaani hapa unavunyiwa na sina hata hela, yaani balansi yangu imeyumba kabisa, yaani hapa nibakiwa na balansi kidogo tu, kwa nilikuwa naomba hela yako nikulipe kesho, maana kesho asubuhi na mpango wa kwenda mjini kutoa hela benki. Kwa hiyo nilikuwa naomba kesho ndio uje uchukue la sijali nitakuongezea. Sawa. Haya, sawa. Mama, umenisaidia ila pia nilikuwa naomba kitu kimoja huh? Naomba unisaidie kuchukua mafuta ya taa. Maana pale naona kama kuna chemli ipaye naweza akanisaidia usiku, sinajua tuna mambo ya gizagiza. Hamna shida, hamna shida. Aha. Ah, sawa. Asante. Nichuku nichukue ya buku au ya mia tano? Sijui anapimaje. Basi nitakuchukulia kutokana na aya. Sawa mpenzi, chupa sio, anakupatia kuk Koba koba Fazali, yeah? Hata nimekukuta ndugu yangu. Nipe tena na begi namna hiyo, acha tu majanga zoni an koba mzee na majanga. Majanga gani tena na majanga koba? Yaani, hey, nimetoka kuzozana na mpenzi. Eh. Hey. Yaani mzee wangu ana kichwa kigumu, yaani sio mwepesi kuelewa haraka yule. Eh. Yeah. Mimi sikuwa na mahusiano na yule binti yule wa kule bondeni, ombeni yule. Eh, yeah, ombeni. Sasa bahati mbaya yule yule msichana sikadaka. Mw. Sasa amekuja nyumbani mzee baada ya kujua na niwakia. Mm. Ameniwakia? Eh. Yeah. Ameniwakia baba. Sasa mwisho siku anawaka na mimi nawaka. Eh. Yeah. Sasa tumeachana na hilo, kaja kunigusa na swala pikipiki. Pikipiki tena? Eh. Yeah. Mimi sina ile pikipiki. Eh. Yeah. Yaani ile pikipiki kila nikiendesha mimi, yeye yeah, anataka nipeleke hela. Yaani yeah, kila route ninayopiga, mm, naye anataka kipande. Mm. Kila route ninayopiga, naye anataka kipande. Sasa mwisho wa siku nakuja kumwelekeza kwamba kuna baadhi ya hela yeah, ilikuwa nazitoa kwa ajili ya kuitengeneza ile ile pikipiki. Mm. Ananiona kama na, nilikuwa namuibia. Yeah. Lakini kibaya zaidi ile pikipiki alishanikabidhi mm, lakini bado ananifuatilia. Yeah. Sasa maisha gani ya kufuatilia na kati na mimi nishakuwa mzee mzima midevu kumwamwa namna hii? Jamani, yeah, hii ni baba yangu ana kichwa kigumu. Ndio maana nimekuja hapa kwako, ndugu yangu mm. ili nikae hata kwa wiki hiyo yeah, moja kwa wiki moja. Mm. Nipange mipango yangu hapa mm. Halafu nijue naanzia wapi na malizia wapi. Yaani, yeah, ninapokuambia sitaki kuonekana nyumbani. Mm. Sitaki kabisa kuonekana nyumbani. Ndio maana nimekuja hapa kwako. Kwa. Yeah. Sitaki kabisa mzee anione. Naomba hilo tu ndugu yangu kukoba. Sasa, rafiki yangu Kanse. Sio wiki moja. Mimi hapa utakaa siku zote na ujisikie uko nyumbani. Wiki moja haitoshi kuweka vitu vyako vizuri. Kaa uchokavyo. Likoba, mimi nakushukuru. Kushukuru, mm. Yaani katika watu na washukuru yeah. Nakushukuru. Usijali, huo ndio wanaume na uungwana <laughs> uko hivyo. Babangu na kichwa kigumu. Yaani najaribu kumwelekeza yeah. Babangu lakini hanielewi, mm. Alafu mimi ni mwanae, yeah. Ah, maisha haya dah. Yaani mzee wangu mimi ule ana majanga kwa babangu. Babangu mm. Ana kitu kigumu sana kwa baba. Mm. Kwa sababu mambo ambayo ananifanyia, mm. mimi ni mtoto wake. Mm. Yaani angeza kukaa na mimi kifamilia tu mm. angeni kanya nikemuelewa. Mm. Unajua, katika maisha hey. Lazima wazazi watuelewe sisi watoto. Mm. Kwa sababu tukifanya vitu tukivikubali, yeah. basi wajue kwamba hivi ni vinatuhusu. Mm. Sasa, mimi wajua na huo moshi huo, sipatani nao kabisa. Nisame ndugu yangu. Wata, usijali. Nimejisahau bwana. Wao, usijali. Mimi niko ndani, ukimaliza utaingia basi. Sawa ndugu yangu, mimi napoteza poteza, poteza mawazo. Haina shida. Mimi nitakuja, ngoja kwanza niondoe mawazo kwanza. Haina shida. Yaani baba yangu. Yaani maswala ni ya kukaa petoleke sana kwa familia. Mimi mi ni mwanae, lakini anatumia asira. Anatumia asira. Kitu mia asira na mimi kitu mia asira. Sasa tunavutia na heshima sasa. Ndio maana nimemtimua kale akapamana na hali yake. Kwanza mimi sirei tu la <totipos> <totipos> yani eh, mtu. Ah, yaani mpaka najuta kabisa ni umotoana maana kabisa. Juzi napita mimi pale bondeni, nakutana na mtu ananiambia kwamba kumbe kamtia mimba mtoto wa Mama Mbeni pale eh, afu naendelea kukaa naye hapa ndani kumeshakuwa mtoto yule. Una uhakika, unachokiongea huyo mtu wani? Ni mtu mzima mwenye akili zake timamu, hawezi nasina masila naye. Na asilimia mia moja, nisa hivyo niambie ni kweli eh, asa angalia, wanahangaika wana, wana, wana, kwa, kanae humu ndani, wana, ndani kwa nae humu ndani wa nini? Wakati mtu kashakua. Mtu anakunyima ugali bwana hawezi kunyima neno. Usa unapenda maneno ya kuambiwa. Asa Ma... kwa uyo. Kwa uyo, kwa uyo, kwa sio kama yani, ni asilimia mia moja kwa sababu aliniambia, akanithibitishia kabisa, ni ukweli. Nimeweza kumfukuza mama yake yeye, nani mpaka ni kumfukuza yeye, amekuwa nani, yani nikaa na baba zima, nikaa mundani baba zima, kama ana uwezo kabisa wa kutiatu wajawazito, naendelea kwa naye mimi mpaka wa nini? Kwa nini akae katika nyumba yeye, aondoke. Eh, nimemfukuza mamake, sembusiye nani? Aende bana hiyo ndio robaki yani, mpaka mimi najuta, kwani nilipata kijana kumleta hapa mjini yani, najuta, najuta kabisa. Yani mimi nakushangaa na kufanya kama mambo yako bila hata kunishirikisha, kweli. Hapo ile kosi ya ila, leo nisamee, eh nilikurupuka, bila shangazi. Kwa mmebebana wenyewe au mnaingia na na mwanao, nikawa na watizama tu, kwa sababu ya nini? Swali hapo, mtu wangu, naomba nisamee kwa kukuta kushirikisha. Nisamee mtu wangu, nakupenda, ila sema tu tunajua tena, nimejikuta yani nimejikuta Eh? hamna yaani niamini hivyo kama nilijikuta tu nimemleta lakini nisamee kwa kuto kukushirikisha ila kwa lingine utaka kujitokeza lazima nikushirikishe wala sio na kwa na kupenda sana mstaki kokee kukuuzi eh ifashaenda hiyo ndio aende sasa kitaka kumuona hapa kanyagi hamna mtu mwingine kwa kitabu kwa maana ushaanza eh ushaanza sasa ushaanza kijani bana

safi bana, mafuta ah, asante. Mwapata mbali eh? Amna, kuna duka moja liko juu kule. Aa, mm -hmm. Saa eh, sasa mimi niko nataka niwae kijiweni bwana, somo niwaivo jamani, ah, na na mimi nataka nikatafute hela. Amna bwana, haka kidogo, nipe kampani, nipe kampani basi. mm <coughs> sasa unajua bado mapema mno na, na mimi nataka nikatafute hela nipo peke yangu eh? Yeah. Afu sitoshe sasa hivi mchana, tufanye mchakato hapo, tupike, afu tule, ndio uende huko. sawa sawa, tutamwona hmm. Ah. Kanizoea mapema na kweli. Asapu tunafanya kuhusu masala ya mboga. Kuhusu mm, mboga. Eh, hey, mchongo mboga mboga kwa kijijini mbona zipo nyingi tu? Aha, kuhusu mboga usio na wasiwasi. Kijijini mboga ziko nyingi sana. Mm. Eh, wala sio jambo la kusema mboga. Sawa. Kwa hiyo, akusikiliza. Mimi ngoja nifuatie mboga basi. Ni, nifatie mboga. Au <laughs> sio?

wenyewe yeah. Tusipomaliza mzigo leo, mi nakwambia basi yeah. yeah. Sasa koba hapa tusizingue tupige, okay. Kazi kama kawaida, mi nakuaminia sana wewe, jembe langu au sio? Mzigo huo wenyewe, yani leo lazima kieleweke, okay. yeah. sawa okay. yeah. Ah, safi shem vipi? Safi mzima. Fresh, naona hai hai. Kama kawaida. Kufanya fanya. Ngoja nimuone shem kwanza. Eh. Ah. Toto huyo. Vipi? Safi. Yaani nakwambia nilipoona hai hai nikasema huyu mrembo akimbilia wapi? Unajua wewe mjini hapa yani? Hai hai hapa. Ujawa eh, eh, kuniangusha ujoombeniish <Champions> eh? manenovvnambie mbona hahai sana sikuelewi. Nimetokea huko nalekea nyumbani kwangu. Kulikoni. Mbona kama speed nini? Yaani wewe acha. Yaani hivi majuzi tu ndio kugombana na rafiki yako tena. Yaani tumegombana. Oh. Kanipiga mimi nakwambia ya, yaani nimeshamchoka kabisa, yaani nimechoka na mambo anayonifanyia rafiki yako. Nimemkuta kwa rafiki yake kule bondeni, umenielewa? Nimemwambia hivi acha kuuza hiyo pikipiki, lakini hataki kunielewa. Kwa baba yake kule wamegombana, sasa hivi yupo kwa ndugu yake kule. Unafikiri nakuja hapa? Yaani kwa kweli mimi nimemchoka ndugu yako. Yaani najuta kuwa naye. Anakupigaje kwa adabu nzuri kama wewe? Yaani anaanzia wapi kwa. Yaani sikia kwa Yeah, mimi nimechoka. Eh? Yeah, yeah, uh, uh, yeah? Sasa nisikilize sawa, nisikilize, mi naomba tuongee baadaye vizuri, usipate shida sawa, usipate shida. Mimi nipo najua, shemela pia ni mume, lazima ukumbuke hicho kitu. Mambo yangu vipi? Sina ukweli sawa. Sasa we cha kufanya njoo geto baadaye <laughs> yeah. yeah. Wewe tena ah. mimi kwa nani? mimi mwenyewe onyewe kusikia kiba kijijini ni mtu mmoja, unakuja nji akuja baadaye sawa. Mimi nitakucheki kwenye simu, nakwambia kama nikifika geto pale nitakwambia bana nimeshafika, harakati za haraka uje, sawa au sio? Usiniangushe. Hebu ngoja kidogo, ngoja kidogo, Koba, naomba mzigo Hii hapa. Sawa. Fanya mambo yako kama kawaida, kadikodiko sawa. Poa, baadaye. Wacha weo yanu. Yaani nakwambia Leo sio mchezo yani ah, yani kiukweli unanichanganya sana yeah. Hey. So kwamba mi kosha hivi vyombo mimi nimechizika, ni kweli mm. Umenichanganya sana. Unasikia <laughs> ah. <laughs> um, ah. eh? <laughs> <laughs> bwana mm -hmm. Mama kwa kupika, unajua kupika <laughs> Unajua nyinyi wanawake wa mjini hmm. a no, unapika mama so mchezo uh -huh. Hello, kweli, eh? <laughs> Eh, basi ndio <laughs> kama hivi sasa umekuja, mimi ndio nimekuwa mwenyeji wako. Nitakuwa hmm. nakusaidia hivi kila siku hmm. Kawa, kawaida. <laughs> Etu tumeshazoea makazi yale, mamaosha vyombo tu. Kwa Mungu, yani mi sikudanganyi, maisha yangu sijawahi kupata mwanamke mzuri kama wewe. Mi nakwambia ya, hakika yani. Hapa ukienda mjini, tunaenda wote kubai.